Hongereni kwa nyie ambao mmeweza kuitwa kazini siku hii ya leo. Hii ni kwa wale waliosaili kati ya tarehe 23 mwezi wa 4 2025 na tarehe 19 mwezi wa 11 2025. Unachotakiwa kufanya ni kuingia katika akaunti yako ya ajira poto ili kuweza kupakua barua yako ya kupangiwa kituo chako cha kazi na kuweza kuripoti nayo katika kituo cha kazi ulichopangiwa. Hakikisha unafika kwa muda ulioainishwa katika barua yako ya kuripoti kazini. Hapa kuna majina ya wale walioweza kuchaguliwa. Hongereni sana. Na kwa wewe ambaye ulifanya usaili katika tarehe hizo na hukufanikiwa kuchaguliwa au kupata nafasi hizi, usikate tamaa, mshukuru Mungu, lakini pia jipange upya. Ni wapi ambapo ulikosea? Rekebisha makosa yako na uweze tena kufanya maombi pale nafasi zitakapotangazwa. Nafasi bado ni nyingi, wakati wako unakuja. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, kwa hiyo hakikisha hukati tamaa na upaswi kukata tamaa hata siku moja. Unachotakiwa kufanya ni kujipanga upya na kuomba tena nafasi zingine zitakapongazwa. Na wewe ambaye umechaguliwa, huu ni mwanzo wa nafasi yako kazini, kwa hiyo hakikisha unapotii kwa wakati pangiwa, na uangalie pia nizamu, uwe na nizamu